i rsl rsul ld d lhrah ldn w kriha lmhrikn kwa jina la Mwenyezimungu mwingi wa rehma mwenye, mwenye kurehemu. Vinamtakasa Mwenyezimungu viliomo katika mbingu na katika ardhi na yeye ni mwenye nguvu mwenye hikma. Enyi mliyoamini, kwa nini mnasema msiyoyatenda? Yanachukiza vikubwa mno kwa Mwenyezi Mungu kuwa mnasema msiyoyatenda. Kwa hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wanaopigana katika njia yake kwa safu kama jengo lililokamatana. Na Musa alipowaambia watu wake, enyi watu wangu, kwa nini mnaniudhi nanyi mnajua kuwa hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu niliyetumwa kwenu. Walipopotoka, Mwenyezi Mungu aliziachia nyoyo zao zipotoke, na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wapotovu. Na Isa bin Mariamu aliposema, enyi wana wa Israeli, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, ninaye thibitisha yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati na mwenye kubashiria kuja mtume atakayekuja baada yangu jina lake ni Ahmad. Lakini alipowaletea hoja zilizowazi walisema, huu ni uchawi uliodhahir. Na ni nani mwenye kudhulumu zaidi kuliko yule anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo naye anaitwa kwenye Uislamu? Na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalimu. Wanataka kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu kwa vinywa vyao na Mwenyezi Mungu atakamilisha nuru yake, ijapokuwa makafiri watachukia. Yeye ndiye aliyemtuma mtume wake kwa uongofu na dini ya haki, ili ipate kuzishinda dini zote, ijapokuwa washirikina watachukia. Surati Saf imeteremka Madina. Sura hii imefunguka kwa kutoa habari kwamba viliomo katika mbingu na katika ardhi vinamsabihi Mwenyezi Mungu, na kwamba haiwaelekei waumini kusema wasioyatenda, na hakika Mwenyezi Mungu wanapenda wawe mkono mmoja. Kisha sura imewashutumu wana wa Israeli kuwa ni wenye inda na ukafiri kwa kauli za mitume wawili watukufu, nao ni Musa na Isa sallallahu alaihi wasallam, na kwamba wao wanataka kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuitimiza nuru yake. Na ndani ya hii sura iko ahadi ya Mwenyezi Mungu na ahadi yake ni ya kweli, kuwa ataifanya dini hii ishinde dini zote nyinginezo hata walao washirikina wakichukia na wa na ikahitimishia kwa kuhimiza jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa hali na mali, na kuwaahidi wenye kupigana jihadi mujahidin kupata msamaha na pepo na mengineyo wayapendayo waumini, nayo ni msaada utokao kwa Mwenyezi Mungu na ushindi wa karibu. Na wanahimizwa waumini wawe wenye kumsaidia Mwenyezi Mungu kama walivyokuwa wanafunzi wa Isa bin Maryamu na kwamba Mwenyezi Mungu atawaunga mkono waumini kwa msaada wake, na yeye ni mwenye kushinda katika kila kitu, mwenye hikima ya ukomo. Kila kiliyomo katika mbingu na kiliyomo katika ardhi kinamtakasa Mwenyezi Mungu na kila kisichokuwa ni laiki yake, na yeye peke yake ndiye mwenye kuvishinda vitu vyote, mwenye hikima iliyofika ukomo. Enyi mliyoamini kwa ajili ya nini mnasema kwa ndimi zenu yasiyohakikishwa na vitendo vyenu? Mwenyezi Mungu anachukia mno kuwa nyinyi mnasema msiyo yatenda. Hakika Mwenyezi Mungu wanawapenda wanaopigania kutaka kulinyanyua neno lake, nawo wameshikamana kitu kimoja, kama kwamba wawo ni jengo linosimama imara. Ewe Muhammadi, kumbuka pale Musa alipowambiya watu wake Enyi watu wangu, kwa nini mnaniudhi mimi na hali nyinyi mnajua kwamba hakika mimi ni mjumbe niliyotumwa na Mwenyezi Mungu nije kwenu? Walikuendelea na kuiacha haki, Mwenyezi Mungu walizipotoa nyoyo zao zisipokea uongofu. Na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu waliotoka kwenye utifu wake. Nakumbuka palia Isa bin Mariamu aliposema, enyi wana wa Israeli, hakika mimi ni mtume nimetumwa kwenu, mwenye kusadikishi yaliyonitangulia yaliyomo katika Taurati, na kukupeni bishara ya mtume atakaye kuja baada yangu, jina lake ni Ahmad. Alipokuja huyo mtume aliyebashiriwa kwa ishara zilizo wazi, wakasema haya uliyotujia nayo ni uchawi dhahiru. Kwa ushahidi wa kubashiriwa Nabii Muhammadi sallallahu alaihi wasalama katika vitabu vya Kikristo na Kiyahudi. Tazama Kumbukumbu la Torati kumi na nane kumi na tisa hadi ishirini na mbili na Injili ya Yohana kumi na sita tano hadi kumi na nne. Na nani aliyezidi kwa udhalimu kuliko huyo aliyemzulia uongo Mwenyezi Mungu na yeye anaitwa ingiye katika dini ya Kiislamu, dini ya haki na heri na Mwenyezi Mungu hawongoi watu walioshikilia dhuluma. Wana wa Israeli wanamzulia Mwenyezi Mungu uongo ili ati wapate kuizima nuru ya dini yake kwa vinywa vyao, kama anaitaka kuizima nuru ya jua kwa kuipulizia, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuikamilisha nuru yake kwa kuitimiza dini yake hata hao makafiri wakiudhika mwenyezi mungu ndiye aliyemtuma mtume wake muhammadi pamoja na qurani ambayo ni uongovu kwa watu wote na uislamu ambao ndiyo dini ya haki ili autukuze juu ya dini zote ijapokuwa washirikina wataudika

Enyi mliyoamini, nikuonyesheni biashara itakayokuokoeni na adhabu iliyochungu? Mwaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake na piganeni jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali yenu na nafsi zenu. Haya ni bora kwenu ikiwa nyinyi mnajua atakusameheni dhambi zenu na atakutieni katika mabustani yapitiwayo na mito kati yake, na maskani nzuri nzuri katika bustani za milele. Huko ndiyo kufuzo kukubwa. Na kinginecho mkipendacho, nacho ni nusura itokayo kwa Mwenyezi Mungu na ushindi ulio karibu. Na wabashirieni waumini. Enyi mliyoamini, kuweni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu kama alivyosema Isa bin Maryamu kuwaambia wanafunzi wake: nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Wakasema wanafunzi: sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Basi taifa moja la wana wa Israeli liliamini na taifa jingine lilikufuru, basi tukawaunga mkono walioamini dhidi ya maadui zao wakawa wenye kushinda. Enyi mlioamini, nikuongozeni kwenye biashara kubwa ambayo itakuokoeni na adhabu yenye machungu makali. Biashara hii kuwa mumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, nampiganie jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali zenu na nafsi zenu. Hayo aliyokuonyesheni ndiyo heri yenu, ikiwa nyinyi mnajua. Juwa mwamini nampigane jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu ili yakusameheni madhambi yenu na kutiyeni katika bustani zinazopita kati yake mito na masikani nzuri katika bustani za milele. Hayo ndiyo malipo makubwa na neema nyingine ambazo waumini mujahidina wanazozipenda ni msaada utokao kwa Mwenyezi Mungu na ushindi wa karibu utakokuleteni kheri zake. Na ewe Muhammadi, wabashiriye waumini kuwa watapata malipo haya. Enyi mliyoamini, kuweni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu wanapokutakeni mtume wa Mwenyezi Mungu mwe wasaidizi wake kama walivyokuwa masahaba wa Isa wasaidizi wa Mwenyezi Mungu waliposema nani wakunisaidia mimi kwa mwenyezi Mungu? Basi kundi moja katika wana wa Israeli lilimwamini Isa na kundi jingine likamkataa. Sisi tukawapa nguvu walioamini juu ya maadui zao waliokufuru, basi kwa kuwapa nguvu kwetu wakawa ni wenye kushinda.